Karibu katika video hii, karibu katika video hii na katika video hii ya leo naenda kushea na wewe jinsi ya kuongeza mauzo ya biashara yako ya e-commerce bila kuongeza wafanyakazi wala kuongeza bajeti ya matangazo. Karibu katika YouTube channel hii, na mimi naitwa Ezekiel Mahewa. karibu sana e. Nilipoanza biashara ya mtandaoni ambayo inaitwa e-commerce mwezi wa kwanza niliuza milioni moja na laki tisa, lakini baada ya kugundua mbinu hii ambayo naenda kushia na wewe niliweza kuongeza mapato au mauzo ya biashara yangu ya e-commerce mpaka milioni tatu na laki tisa kila mwezi. Kwa hiyo naenda kushia na wewe mbinu hii ili na wewe uweze kuitumia kwenye biashara yako ya e-commerce na uweze kuongeza mauzo yako ya biashara yako bila kuongeza wafanyakazi au matangazo yako ya Facebook na Instagram. Karibu sana e, kama ambavyo nimeshea hapo mbinu hii ni muhimu sana kwa sababu ndiyo mbinu ambayo iliweza kunisaidia kuongeza mauzo katika biashara yangu eh, ya e-commerce bila kuongeza wafanyakazi wala kuongeza budget ya matangazo. Kwa hiyo fuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata mbinu hii na uweze kuitumia katika biashara yako na uongeze mapato au mauzo ya biashara yako. Hii mbinu ambayo ilinisaidia kuongeza mauzo ya biashara yangu ya e-commerce bila kuongeza fanyakazi wala bila kutangazo inaitwa packaging. Packaging. Packaging maana yake ni kwamba hiyo bidhaa moja ulionayo ambayo unaiuza, eh, au kama hujaanza kuuza hii biashara ya ecommerce ni kwamba unapopata ile bidhaa unatengenezea packaging. Yaani, una, una, unatengeneza nini? Makundi tuseme na makundi yanaweza yakaweza kwa wingi au kwa idadi kwamba unaweza unawapa option au chaguzi wateja wako kuchukua kitu kikubwa kwa bei ya kawaida, kitu cha kati kwa bei kubwa zaidi kidogo, na kitu kikubwa zaidi kwa bei kubwa zaidi kidogo. Kwayo, kwa hiyo mteja anapoenda kwenye mfumo wako wa mauzo, anachagua mwenyewe anunue pakeji ipi kulingana na uwezo alionao. Kwa hiyo aidha unaweza kutengeneza ukubwa wa kitu au kutengeneza idadi kwamba aidha achague pisi moja, achague pisi mbili, pisi tatu na kuendelea, na kila pisi au kila idadi inakuwa na kuana, bei yake. Bei kama ni moja inakuwa bei hii hapa. Kama ni pisi mbili au vitu viwili inakuwa kikubwa kidogo, na kama ni vitu vitatu inakuwa kubwa zaidi na zaidi na zaidi, kulingana na wewe ambavyo utakuwa umepangilia bei zako. Kwa hiyo hii bidhaa inaitwa packaging. Naenda kukuonyesha ku mfano halisi ambao unaonyesha hiki kitu na... lakini kwa kwa mfano zaidi ni hapa, kama vile unaona kwenye picha kwamba mtu akija kwenye ukurasa kwa mauzo anataka kuchagua iza chukue idadi ndogo au eh, kama ni chupa au kama ni kopo dogo, labda hii ni dola nne, lakini e, eh, chupa la kati ambalo ni kubwa kidogo kwa dola 6.5 na chupa kubwa kwa dola saba. Kwa hiyo kama ambao unaona kwamba hii itaongeza mauzo ya biashara yako bila kuongeza wafanyakazi wala e, eh, kuongeza bajeti ya matangazo, sababu gani? Mtu akija hapa anakuwa na kuchagua. Kuna watu watachukua watachukua hii hapa, kuna watu watachukua hii hapa na kuna watu watachukua hii hapa, kulingana na uwezo wao wa kifedha au kulingana na e, wao wanavyopendelea. Lakini pia ukiuza hii moja peke yake au hii moja peke yake au hii moja peke yake, ni kwamba utaweza kuongeza mauzo. Kwa sababu gani? Mtu tu anachukua kitu kimoja basi. Kwa hiyo unapoteza uwanja kutengeneza mauzo zaidi kwa sababu ya kutotumia hii mbinu. Hii mbinu, wewe nikuelekeze hapa, mfano. Mona huu ni mfano ambao nilipokuwa nauza bidhaa yangu ambayo inaitwa pot cleaner kama vile unaona hii inaitwa Korean pot cleaner ni bidhaa ya usafi ambayo nilikuwa nauza eh, kwa mfumo huu wa packaging kwa hiyo niliwapa wateja option au nilifanya packaging ambapo nilisema kwamba kopo moja la hii pot cleaner mteja ataipata kwa elfu 30 hiyo ni moja lakini huku chini niliweka option nyingine ya kopo mbili kopo mbili atazipata kwa elfu sabini lakini vile vile e, eh, kopo tatu za hipo atazipata kwa shilingi laki moja. Unaona sasa, kwa hiyo maana mtu akija hapa anachagua e, eh, ye mwenyewe, lakini vile kuna kopo zingine zinaendelea paka huko, kopo tano kwa shilingi laki moja na bana tano, umeona. Kwa hiyo ana, inaendelea kidogo kidogo kidogo na, ina, na ina ina ina ina ina o, lakini vile vile kuna kopo kumi wa laki mbili na hamsini. Kwa hiyo mteja akija huku kwenye fomu, huu ndio fomu yangu ambayo ninaitumia kwa ajili ya kuuza hii bidhaa Pot Cleaner. Kwa hiyo mteja akija hapa anachagua yeye mwenyewe. Hapa kwenye anachagua offer ya package anayotaka yeye. Kwa hiyo akija hapa ataangalia, okay, kopo moja ni elfu thelathini, zikiwa mbili elfu hamsini na tano, zikiwa tatu laki moja, na zikiwa tano nimesema laki mbili na hamsini. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndo atachagua sasa kulingana na mahitaji yake yeye au uwezo wake, aidha achague moja, mbili au tatu. Hii inaongeza mauzo vizuri zaidi, na bei ndogo, bei ya kati, na bei kubwa na bei kubwa zaidi kulingana na idadi ya bidhaa. Kopo moja tu peke yake nimeweka makopo mbalimbali mbali, au nimeweka package tofauti ili wafanya wateja wangu eh, wachague idadi wanaotaka wao kulingana na uwezo wao au kulingana na mahitaji yao, lakini muda huo huo pia mimi inanisaidia kutengeneza mauzo mengi zaidi tofauti na ambapo ningeuza package moja moja. Kwa hiyo hii mbinu ni mbinu ambayo unaweza kutumia vile vile kwenye biashara yako ya e-commerce eh, ili uweze kuongeza mauzo ya biashara yako kwa sababu ni mbinu ambayo badala ya kuuza pisi moja, kwa mfano labda wewe unauza bidhaa ya usafi au unauza bidhaa za urembo, badala ya mtu kuku, kuchukua chupa moja au boksi moja, unaweza kutengeneza aidha boksi moja bei kaza, boksi mbili bei kaza, boksi tatu bei kaza, unaweza unaenda unampunguzia bei kidogo kidogo. Lakini hii hapa sasa, unapokuwa unaendesha matangazo yako kuja kwenye mfumo wa mauzo, wao wenyewe ndio wataona hapa sasa yeye mwenye kuna mahitaji yake au uwezo wake kipesa, achague eh, package ipi au achague dadi ipi ndio kusaidia kutengeneza mauzo makubwa zaidi, either achague dozi ya chupa moja kwa bei kadhaa, either dozi ya chupa mbili kwa bei kadhaa, au dozi ya chupa tatu kwa bei kadhaa chupa tatu kwa na na tofauti labda hii mfumo wa mauzo ndio utakao kusaidia kurahisisha uuzaji, na mteja mwenye anachagua kuligana na uwezo wake au hiyo. Hii mbinu itaongeza mauzo yako vizuri kabisa. Naomba ujaribu ndani ya kwa kwasababu Uh, lakini vilevile utakuwa unauza bidhaa nyingi kwa wakati mmoja, au unaweza kuwa unauza bidhaa nyingi zitaisha haraka, kwa sababu baada kuuza moja moja unauza kwa wingi, maanake kuna watu watakachukua moja, kuna watu watakachukua mbili, kuna watu watakachukua tatu, kwa hiyo bidhaa zinaenda kwa haraka haraka zaidi. Umeona? Kwa hiyo hii mbinu ndo mbinu ambayo nikuwa na shea na wewe ambayo inaitwa packaging. Hii ni mbinu ambayo nimeitumia ni, ni ni nime, nime na napasa naitumia na, na, na, na Eh, katika kila bidhaa ambayo naiuza lazima nifanye hivi, ili ili kwanza kabisa kuwapa nafasi wateja wangu kuchagua idadi wanazotaka, lakini vile vile muda huo na mimi nikiwa natengeneza mauzo mengi na makubwa baada kuuza moja moja. E, na kama ambavyo unaona hapa, haya ni matokeo ya baadhi ya matangazo ambayo niliyapata kwa kuuza bidhaa zangu za e-commerce, na nilianza kwa kupata mauzo kama matokeo makubwa zaidi mauzo makubwa na matokeo makubwa kama ambavyo unaona hapa kwamba hizi zilikuwa ni oda 21 na hizi zilikuwa ni oda, e, 15 manake hili, hili ni tangazo la kwanza na hili ni tangazo la pili kwamba tangazo la kwanza nilipata oda 21 na tangazo la pili nilipata oda 15 kwa hiyo hapa jumla zinakuwa 36 lakini vilevile ukiangalia hapa kila oda moja Facebook walikuwa wananichaji ni, dola moja point saba na hii hapa kila oda moja Facebook walikuwa ni charge dola mbili pointi nane sifuri kwa hiyo unaweza kwa kuona kwamba hii ni mbinu ambayo ilikuwa inaongeza mauzo kwa sababu watu wako naweka oda kwa wingi baada ya kuona bidhaa yangu, na hizi hapa, manake ndio sasa nani kwenye website yangu, ambapo uliona kwa kwamba mauzo yaliongezeka mpaka zikafika order 127 ya hiyo bidhaa ya zo e charge dola 2.04 kwa, kwa kila order moja na nilitumia dola mia mbili hamsini pisb nyingi nyingi zaidi. Umeona? Kwa sababu ni bidhaa ambayo ilikuwa inahitajika sana, inafanya vizuri, lakini vile vile tuko vizuri kwenye kwenye uuzaji wa bidhaa kwenye mtandao wa internet, hasa kwenye biashara yetu hii ya e-commerce. Kwa hiyo, hiyo, ndo, hiyo ndo mbinu ambayo nilikuwa nataka kushare na wewe ya kuongeza mauzo bila kuongeza wafanyakazi wala bajeti za matangazo ambayo inaitwa packaging. Natumai umejifunza kitu. Kumbuka kushare, kulike, na kusubscribe kwenye channel hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa yani notification kila mara tunapoweka video mpya. Karibuni sana, naitwa Ezekiel Mahewa. Unaweza kunifollow kwenye mitandao ya kijamii kwa kuandika Ezekiel Mahewa. Unganisha pamoja Ezekiel Mahewa kwenye mitandao ya kijamii ili ujifunze zaidi. Lakini vile vile unaweza kuangalia video zingine kwenye YouTube channel hii hapa ili ujifunze zaidi kuhusu mbinu na siri za kuuza kwenye mtandao wa internet. Maana yake sisi tunafundisha eh, wajasiriamali ambao wa mtandaoni au mtu ambaye anataka kuwa mjasiriamali mtandaoni, ule ujuzi au jinsi ya kuuza na kutengeneza pesa kwenye mtandao wa internet. Kwa hiyo kama ni vitu ambavyo ungependa kujifunza au ungependa kuongeza maarifa kwenye ile eneo, basi subscribe kwenye YouTube channel hii hapa, lakini vile vile tufuatilie kwenye mtandao wa kijamii kama nilivyosema ati Ezekiel Mahewa vile vile angalia video zingine ambazo zipo hapa ambazo zimefundisha vitu mbalimbali kuhusu eh, ujasiriamali mtandaoni, jinsi ya kuuza na kutengeneza pesa kwenye mtandao wa intaneti. Asante sana, karibu tena katika video ijayo.